Mwamba gavana wa Nairobi angalie kwa sababu ni vyema pia kutoa watu kwa njia ya heshima na pia kuona kwamba wale wakaji ama wale tenants wanaishi kwa hizo nyumba za county government wametolewa na njia ya heshima. Ni vibaya sana vile watu watolewa kwa manyumba na pengine inafanyika kama yeye ajui, na sisi kama viongozi wale wamechaguliwa kama wabunge kama ma MCAs, wale wako kule chini na viongozi wetu tofauti tofauti, hatuoni kama ina, ni jambo la maana watu wetu wameishi kwa hizo manyumba za county. Nikiwa mayor wa mji wa Nairobi na mimi sikuwa na wakati wa ku furuga watu vile watu wanafurugwa namna hii. Kwa hivyo namwomba tena sana gavana wa Nairobi, hii jambo aingilie mwenyewe kuona kwa kwamba watu wanaangaliwa kwa njia zao, hata wale wana madeni wasifurushwe kwa manyumba, wapewe nafasi walipe manyumba zao, na wale wana land rates wapewe nafasi ya waiver, ili tuone kwamba wananchi wameangaliwa kipaumbele.